Syria imetangaza serikali mpya baada ya kuanguka kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad, huku ikiahidi hapo baadaye kufanya uchaguzi jumuishi. Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Shara ametangaza serikali ya kwanza ya nchi hiyo baada ya kuanguka kwa Bashar al-Assad, ambaye alikuwa ni rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2000 hadi mwaka huu. Baraza la mawaziri la mpito linajumuisha viongozi wa upinzani wa muda mrefu, viongozi wa asasi za kiraia, na hata Mkurdi kama waziri wa elimu na hii yote ni kuashiria juhudi za kuakisi idadi ya watu mbalimbali wa huko Syria. Wizara muhimu kama ulinzi na mambo ya nje zinabaki mikononi mwa washirika wa karibu wa Shara, lakini shinikizo kutoka kwa makundi madogo madogo ya serikali za kigeni zilimshinikiza kupanua ushawishi huo. Raidi Al-Sale wa kofia nyeupe, yeye ameteuliwa kuwa waziri wa majanga na mwanaharakati mashuhuri, huku Hindi Kawabati, yeye amekuwa mwanamke pekee katika baraza la mawaziri. Serikali ya mpito itatawala kwa miaka mitano ambapo katiba ya kudumu na uchaguzi vitatayarishwa. Hii ni sawa sawa digital, habari kiganjani mwako.